Kwa majina yanaitwa Ali Shauri, ni mmoja kati ya wadau wa asasi za kiraia, natoka taasisi ya Green Hope Organization. Ni furaha kuweza kujumuika na taasisi hii ya Mixx by Yas ambao wamekuja kuweza kutufahamisha jinsi ya mifumo sahihi ya fedha na jinsi gani asasi za kiraia tunaweza tukaoperate, uh, shughuli zetu za kifedha katika taasisi zetu. Mafunzo haya ni muhimu sana kwa asasi za kiraia kwa sababu yanaenda kurahisisha ufanyaji wa miamala na kuweza kutengeneza trust ya hata vikundi vya ushirika, wanaweza kutumia mifumo hii. Tulichojifunza hapa ni jinsi gani tunaweza tukatumia njia mbadala ya <coughs> kufanya miamala na uhifadhi wa fedha katika taasisi zetu na kuweza kuweka trust kwa na wale membership wote ambao wapo katika taasisi ni swala zuri sana na ningeweza kutoa wito kwa pamoja, ukiachia tu hizi asasi za kiraia lakini Mixx by Yas, waweze kutembelea hadi vile vikundi vya ushirika, vikundi vya bodaboda vijana, lakini hata kwenye taasisi za kiserikali kuweza kupeleka mifumo hii na taaluma hii ya kifedha, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine tulichojifunza hapa tumeweza kunufaika na tunaweza tukawa wajumbe wazuri sana kwa taasisi nyingine ambazo sijapata nafasi ya kuhudhuria hapa. Kwa majina naitwa Leila Shiwa, ni mkurugenzi wa Mtambuo Mwanamke Organization um, lakini pia ni mwanachama wa umbrella ya ZANGOF, ambao ndo umbrella anasimamia yani taasisi zote kwa Zanzibar. Uh, kwa leo tumepata fursa hii iliokuwa nzuri na adhimu kwetu sisi watu wa asasi za kiraia kupitia Mixx by Yas wametupa uh, mafunzo ambayo yatatusaidia namna ya kwenda kuwafikia wanachama wetu, namna ya kufikisha zile goals zetu kwa wanachama wetu kupitia njia ya SMS na namna ya kuwasaidia wanachama wetu, na namna nzuri ya kwenda kupata njia ya mawasiliano wanachama wetu pamoja na wateja wao kupitia Mixx by Yas. mimi nime a binafsi ni ile huduma ambao ya intaneti bila kikomo ambao ni huduma ambao unaweza kuipata intaneti ambayo haigandi gandi ambao itatusaidia sisi wanaasasi pamoja na wateja wetu ambao ni wanachama wetu pamoja na hawa wanachama wetu na wateja wao kuweza kufikia masoko yao kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo mimi binafsi nimenufaika na hii uh, hii semina. Na ni nzuri na ningeomba Mixx by Yas semina hii basi isiwe ni mwanzo au ikawa ni mwisho. Hapana, basi iwe ni kitu ambacho ni endelevu, kama tulivyomsikia mlezi wetu katika kupitia Zangof kaiomba kwamba Mixx by Yas waweze kutupatia memorandum of understanding, huo ni mkataba wa kufanya kazi baina ya pande mbili tofauti zilizokubaliana kufanya kazi kwa manufaa ya kitu kimoja. Kwa hiyo tunaomba na sisi kama wanaasasi, najua nitakapotokea hilo basi, na situ, sabu, sisi tutanufaika kwa sababu sisi ndio wadau wakubwa wa, wa...